Ikungi, gunto! Samia, gunto! Mgonto, gunto! Baraka, gunto! CCM hoyi! CCM safi! Ndugu viongozi wote mlioko meza kuu, mwenezi wetu wa mkoa, mwenezi wetu wa wilaya e, katibu wa jumuiya, mabalozi, viongozi wa matawi e, wanachama wote popote pale mlipo, wengine mmekaa mbali, tuseme asalamu alaikum. mwingi wa rehema kutujalia uzima siku ya leo, lakini pia ametupa uhai, tumeweza kuonana tumeweza kukutanishwa. e, mimi binafsi nina furaha kubwa sana lakini pamoja na yote niwapongeze ninyi wote kwa sababu kata ya Mang'onyi ni miongoni mwa kata ambazo ziliweza kunipa ushindi kwenye kura za maoni na hatimaye siku ya leo, hatimaye siku ya leo, yale maoni mliyotoa leo yanafanya kazi, na ndio maana niko hapa nikiwakilisha chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hiyo niwashukuru sana watu wa Mang'onyi, watu wa Sambaru, kura yenu ilikuwa ni nzuri. Lakini pamoja na yote hii, kura tutaenda kuithibitisha tarehe ishirini na tisa Oktoba tutakapofanya kweli kwelikweli. CCM hoye oh, CCM hoye oh, vijana oh, hoye oh, vijana hoye oh, oh oh. Sasa pamoja na yote haya, mimi niwapongeze kwa kuwa na mtano mzuri, niwapongeze kwa kuja kwa wingi kumsikiliza Mheshimiwa diwani wenu lakini pia kunisikiliza na mimi pamoja na viongozi ambao tumeambatana nao. Tuna mambo mazuri kutoka Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kuanza e, niwarejeshe nyuma kidogo. Juzi alikuja Mheshimiwa mgombea wetu wa urais alikuwepo pale Ikungi. Wangapi walienda? Wangapi walikwenda? Afadhali kumbe wengi walikwenda. Sisi CCM oyee. Nadhani mlimsikia vizuri yule mama alivyozungumza, si mlimsikia eh? Yeah. Sasa kwa siku ile, kwa namna mlivyotuona tulivyosimama pale mbele, si mnaona tuna sisi ni majasiri eh? Yeah. Nilivyopewa mike kwa mara ya kwanza, sikumwogopa yeye ni rais, sikuogopa yeye ni amiri jeshi mkuu, wala sikuogopa kama ni mgombea. Nilivyopewa mike tu nikasema, Mheshimiwa Rais tunakuomba hii barabara hii, hii barabara hii, useme jambo lolote. Na mnakumbuka na mnakumbuka alivyosimama akasemaje? Akasema akasema akasema akasema akasema akasema sisi emu hoye. Si mnaona nilivyo jasiri nilivyojasiri eh? Sasa ujasiri huo huo ndio anao ndugu yangu Baraka, ujasiri huo huo anao diwani wetu kwamba mtakapomwamini kule halmashauri hata kuepesha maneno ataenda kusema waziwazi wazi, tena atasema kwa ujasiri mkubwa. Lakini pia mimi kama mlivyoona siku ile, lakini sio hivyo tu, tulivyokuwa tunazindua kampeni pale Makiungu nilikutana na waziri wa fedha. Waziri wa fedha kwa sasa bado ni waziri, bado anaweza akashughulikia mambo mbalimbali na mimi nilirudia tena maswali yale yale ambayo nilimuuliza rais. Nikamwambia wewe waziri wa fedha, kwa nini nisubiri mpaka nende bungeni? Mimi swali langu naanza kuuliza hapa hapa. Kwa hiyo niliuliza swali kwenye mkutano, nikamwambia yale yaliyosemwa na mama kuhusiana na barabara, nikuombe, ikiwezekana, hizo pesa anza kuzitafuta mapema. Uzuri yule waziri ni, ni mtu wa Singida kama sisi. Kwa hiyo maeneo yetu mengi anayafahamu. Kwa hiyo nilimuuliza swali pale pale. Kwa hiyo sikusubiri kwenda bungeni kwenda kuuliza swali. Niliuliza pale pale kwenye mkutano. Si wanasema akija mfalme sema shida zako si ndio? Basi mimi nilianza pale pale. Nawaambia hivyo kwa sababu gani? Kuonesha ni namna gani tulivyo majasiri. Kwamba hatuogopi. Tunapokutana na kiongozi tunayazungumza yale yanayohusu wananchi wetu. Kwa maana hiyo mtakapotutuma hiyo tarehe ishirini na tisa mhakikishe kwamba tunaenda kufanya kazi ambayo mmetuagiza. Sio watu wa maneno, ni watu wa vitendo. CCM oyee! oh yeah. CCM safi! CCM juu! Ndugu zangu, mimi nafahamu kuna mambo mengi na uzuri, mimi ni kiongozi pia katika mkoa huu, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya mkoa wa Singida lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Kwa mambo ya kitaifa nayafahamu, mambo ya kimkoa nayafahamu. Lakini sasa hivi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya wilaya. Kwa hiyo na mambo ya wilaya pia nafanyaje? Nayafahamu. Kwa hiyo haya tunayozungumza ndio tunaenda kuyasimamia. Ninafahamu sasa hivi kuna gari inatembea ya kimkoa inachimba visima kila maeneo yetu tulipo. Kwa gari hili kwa sasa kwa kweli inachimba visima mtakapotuchagua tarehe ishirini na tisa mimi na ndugu yangu Baraka hapa tutahakikisha ile gari, kuliko kwenda kule Iramba, kuliko kwenda kule Manyoni, tutawaomba waanzie kwetu Ikungi. Sisi umoja, sisi safi. Kazi yenu ni kupiga tiketi, ili sisi tukasimamie ile gari ianze na sisi. Sisi hatuna muda wa kupoteza. Sisi kazi yetu ni kuisimamia serikali ili ilete maendeleo katika maeneo ambayo sisi tupo. CCM hoi. CCM safi.